Tunaendelea na sunna wa qira'atu surati ba'da al-Fatiha. Ni sunna ya pambo la sala qira'atu surati ba'da al-Fatiha. Kusoma sura baada ya al-Fatiha. Baada ya alhamdu ni sunna kusoma matayassara min al-Qur'an. Kwenye maelezo huko chini namba moja amesema hii sura baada ya al-Fatiha fi rak'atayn al-awwalayn, inasomwa kwenye rakaa mbili za mwanzo, kwenye swala yenye rakaa zaidi ya mbili. Hizi rakaa mbili tu ndo zinajihirishwa sauti. Dalla ala dhalika, hadithun dalla ala dhalika ahadithu, linaloonyesha dalili kwamba rakaa za mwanzo tu ndo inasomwa sura, ziko hadithi nyingi tu. Minha, miongoni mwa hadithi hizo

alikuwa anasoma alhamdu ndo inaitwa umul kitab, akisha anasoma na sura nyingine. Fi rakatai lawalayaini, kwenye raka mbili za mwanzo. Min salati dhuhri wa salati al-asri, kwenye sala ya dhuhuri na sala ya lasri. Wa fi riwayatin, na imekuja katika riwaya nyingine. Wa yufak, wa yafalu dhalika fi salati subhi alikuwa anafanya hivyo mtume kwenye sala ya asubuhi pia, baada ya suratul Fatiha anasoma na sura nyingine. mama sabaka min ahadith aljahri bilqurani al, pamoja na hadithi zilizotangulia huko nyuma tulizozipita zinazozungumzia kujihirisha, yaani kusoma kwa sauti qurani baada ya suratul Fatiha. hadithi hii ambayo tumeambiwa ameitoa katada kwa Bukhari iko kwenye sifa tu sala kitabu sifatu sala mlango idha samia limamu alaya, imam, idha asma limamu aya, imamu anaposoma kwa sauti aya ikasikikwa na watu wengine wababu. Na pia hadithi hii iko kwenye, kwenye mlango unaoitwa yatulu fi rakaati lula hurefusha, sura hurefusha kisomo katika rakaa ya mwanzo kwa Bukhari iko hadithi nambari 745 na 746. Kwa Muslim hadithi hiyo ya Qatada iko kwenye kitabu Salah mlango Alqiraatu fi dhuhri walasiri, kisomo kinachosomwa kwenye sala ya dhuhuri na laasiri bila shaka ni kisomo baada suratul Fatiha. Kwa muslim hadithi ya 451: wala yaqrau lmamumi ghayra al Fatiha fi salati al jahriya, maamuma hasomi sura baada ya Fatiha kwenye swala za kujihirisha, yani swala zinazosomwa kwa sauti. Maamuma atasoma suratul Fatiha kwa wakati wake lakini baada ya kusoma Fatiha hasomi sura nyingine. Sura anasoma imamu, maamuma wanasikiliza ujumbe uliomo kwenye sura hiyo. Na kwa nini inasemwa hivyo maamuma hasomi? Kuna uthibitisho wa hadithi, limarawahu abu Daud, hadithi aliyoirawi imamu abu Daud wa ghayruhu na muhadithina wengine, an mahmud ibn Rabi'a, hadithi hii imesimuliwa na mahmud ibn Rabi'a.

Fathakula alayhi lqiraa, kisomo kikamchachia. Thakula alayhi ni kwamba kuna sehemu unasoma hata kama umehifadhi, lakini ukaja ukapitikiwa ukawa huna uhakika, hapa ni hivi, ni hivi. Kwa hiyo kasoma mtume baada salati subhi au salatu lfajri, fathakula alayhi, kisomo kikamchachia. Falamma faragha qala alipomaliza sala yake baada ya kushakutoa salamu, akasema Mtume, la'allakum taqra'una khalfa imamikum, inaonyesha na nyinyi maamuma mnasoma visomo nyuma ya imamu wenu. Yani imamu wanasoma na nyinyi mnasoma, mpaka imamu mnamchanganya. Kulna naam, tukamwambia ndiyo, wewe ukisoma na sisi, kila mtu anasoma sura yake Mtume kawaambia la'allakum taqra'una khalfa imamikum, inaonyesha nyinyi mnasoma nyuma ya imamu wenu. Kulna na'am, tukamwambia na'am, tunasoma hadha ya Rasulullah, tunasoma kama ambavyo tunakuona na wewe unasoma ya Rasulullah. Qala la tafalu, Msifanye hivyo, kasema Mtume, nyinyi maamuma msisome imamu akiwa anasoma sura, illa bifatihati lkitabi. Nyinyi mnatakiwa msome alhamdu tu. Imamu ndio kasoma alhamdu na nyinyi maamuma msome alhamdu, lakini baada alhamdu msisome chengine nyuma ya imamu, fa innahu la salata liman la yaqrau biha. Kwa sababu hizi alfatiha lazima mwisome kwa sababu mtu asiisoma suratul Fatiha hana sala. Mtume mwenyewe huyo kawaambia, mnanchanganya? Ina maana mimi nikisoma na nyinyi mnasoma? Wakasema ndio, tunasoma kama unavyosoma. Akawaambia msifanye hivyo zaidi ya suratul Fatiha, kwa sababu suratul Fatiha lazima muisome, fainnahu, kwa sababu la salata liman lam yaqra biha asiyeisoma suratul Fatiha mahala pake hana sala. Wa fi riwayati, na imekuja katika mapokezi mengine au katika riwaya nyingine fala taqrau bishaiin min alqurani, nyinyi maamuma msisome chochote katika Qurani. Idha jahartu, napojihirisha mimi kisomo, illa biummi lqurani, nyinyi mnatakiwa msome alhamdu tu basi Msijihirishe chochote isipokuwa alhamdu. Hadithi hii kwa Abu Daudi iko kwenye kitabu Salah babu mlango man taraka lqiraata fi salatihi, mtu mwenye kuacha kusoma katika sala yake bifatihati alkitabi, alhamdu. Kuna mlango, Abu Daudi kaweka, mtu anayeacha kusoma alhamdu kwenye sala yake. Yule anasema ya imamu, inatosha Hadithi hiyo kwa Abu Daudi ni nambari 823 na 824. Na, na, na au iko kwenye kitabu hicho cha Abu Daud, Sunan Abu Daudi, Sunan kwenye ukurasa wa 823 na 824 na, na, na kwa Tirmidhi hadithi hii iko kwenye kitabu Salah babu mlango majaa fi lqiraati khalfa al-imam mlango unaitwa majaa, maelezo yaliyokuja. fi lqiraati khalfa limam, kuhusiana na kusoma sura nyuma ya imamu. Kwa Tirmidhi iko ukurasa wa 311. Waqala, na Tirmidhi kasema, hadithun hasanun, hii ni hadithi hasan, daraja yake ni hasan. Hadithi hii pia ameisimulia kwenye kitabu chake Imamu Nasai kwa Nasai iko kwenye kitabu liftitahi, kitabu liftitahi, kitabu cha ufunguzi. Babu mlango qiraatu ummi lqurani khalfa alimam, kusoma alhamdu nyuma ya imamu, fima jahara bihi limamu, kwenye sala ambayo imamu kaijihirisha, yani imamu kashaisoma Fatiha kwa sauti, na maamuma aisome pia kwa nasai iko ukurasa nambari 920 tunaendelea na suna nyingine katika sunna za haiati salah. Katika sunna ambazo ni pambo la sala, watakbiratu inda rafi wal khafdi, zile takbiratu ambazo huitwa takbiratu li intiqalati watakbiratu ni sunna kuleta zile takbiri inda rafai wal khafdi, wakati wa kunyanyuka na kuinama, kuja juu na kwenda chini. Takbira zinazoonyesha unahama kwenye kitendo kimoja unaenda kwenye kitendo kingine. Takbira zile ni sunna katika sala. Ametuwekea namba moja hapa maelezo yake rawal Bukhari wa Muslim, wamesimlia hadithi Bukhari na Muslim An Abi Huraira radhiyallahu anhu, hadithi inayotokana na sahaba Abi Huraira radhiyallahu anhu, annahu Abi Huraira yeye kana yusalli bihim, alikuwa ni imam anawasalisha watu. Kana yusalli bihim, Abu Huraira alikuwa anawasalisha watu. Fayukabbiru kullama khafada, alikuwa kila akiinama analeta takbir warafaa na akinyanyuka analeta takbiri, bimaana akiondoka kwenye kitendo kimoja kwenda kitendo kingine, anaondoka kwa takbiri. Fa idha nsarafa akimaliza, qala, alikuwa anasema, inni la ashbahukum salatan bi Rasulillahi sallallahu alayhi lhi wasallam, mimi imamu wenu hivi mnavyoniona na swali hivi nafanana zaidi kuliko nyinyi na swala aliyokuwa anaifanya mtume. Hivi ninavyofanya mbele yenu, ndivyo alivyokuwa anafanya mtume, inni la ashbahukum salatan, mimi ninafananisha zaidi kuliko nyinyi sala birasulillahi, kufananisha na sala aliyokuwa akiswali mtume sallallahu alayhi wasallam. Al-Bukhari, hadithi hii kwa Bukhari iko kwenye kitabu sifatu sala, kwenye mlango innama takbiru fi rukui, hakika takbiri iko kwenye rukuu. Yaani, ukitoka kwenye kiyama unakwenda kwenye rukuu, unaondoka hapo kwenda huku kwa takbiri, ni hadithi nambari 752 na kwa Muslim hadithi hii iko kwenye kitabu sala, kwenye mlango ithbatu takbiri fi kulli khafdin wa raf'in uthibitisho wa mtu kuleta takbiri kila anapoinama na anaponyanyuka, fi salati, kwenye sala ni nambari 392 Hapa chini kaweka kwenye mabano maelezo yaliyomo kwenye hiyo hadithi ya Abu Hureira iliyozungumzwa hapo juu. Kuna maneno kana yusalli bihim, yusalli bihim, asayyu bihim anaifafanua yani biashabihi alikuwa akawaswalisha watu wake watu aliokuwa nao anaishi nao zama zake. Hii bila shaka ilikuwa ni baada ya kufa Mtume, kwenye eneo lilikuwa wanaishi Abu Hureira, yeye ndo alikuwa imamu wao. Kwa hiyo hata sisi tukitaka kumchagua imamu, tunamwambia swali bina imaman, ustazi tuswalishe kwa hiyo Abu Huraira kana yusalli bihim, alikuwa anawasalisha. Na kuna maneno khafdun wa rafun wa anayetolea ufafanuzi yani nazala lirukui au assujudi au awi qiyam minhuma, alipokuwa khafdun ni kushuka kutoka juu ukenda kwenye rukuu au kwenda kwenye sujudi kule kuporomoka kwenda chindo kunaitwa khafdun. Na rafuun, kama minha kasimama kutoka kwenye rukuu, kaja kwenye itidali, au kutoka kwenye sujudi akaja kwenye kitako, humu mote munaletwa takbiri. Na neno insarafa, yani intaha min salatihi, alipomaliza sala yake. Insarafa yani intaha min salatihi, alipomaliza sala yake. Jambo jingine lililo sunna katika sala wa qaulu sami Allahu liman hamidahu, rabbana lakal hamdu. Kusema sami Allahu liman hamidahu, rabbana lakal hamdu na kusema hivyo ni sunna namba mbili. Chini hapo kaweka maelezo undur hashiyata thalitha sahifata 62 62 Angalia kwenye maelezo ya tatu, nambari tatu, kwenye ukurasa wa sitini na mbili ukurasa wa sitini na mbili nyuma huko tulikopita, utaona ufafanuzi wa hii kusema samia Allahu liman hamidahu. Jengine katika suna wa tasbihu na kuleta tasbihi fi rukui wa sujudi, kwenye rukuu na sujudi

Nilisali na mtume sallallahu alayhi alaihi wasalama usiku mmoja wa fihi. Na katika maneno hayo ya Hudhaifa aliyoyazungumza kasema mengi yani, lakini katika maneno mengi aliyosema kuna maneno kasema thumma rakaa, alafu mtume akarukuu, fajaala yaqulu, akawa anasema kwenye rukuu, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim Fakana rukuuhu nahwan min qiyamihi, na rukuu yake Mtume ilikuwa inafanana na qiamu chake, yani muda anaokaa pale kwenye rukuu unafanana na muda aliyoutumia kwenye qiamu. Kwa hiyo alipokuwa kasimama anasoma sura pengine baada ya alhamdu kasoma wal mursalat urfa, basi ule muda anaoutumia kwenye qiamu kwa kusoma suratul Fatiha na sura na akija kwenye rukuu, anakaa muda kama ule, sio kama sisi kunodonoa tu, Allahu Akbar, anakaa kidogo kwenye rukuu yake, kwa muda unafanana na aliyoutumia kwenye qiyamu. Thumma sajada, halafu mtume akasujudi. Faqala, akasema kwenye sijida yake, subhana rabbiyal aala, subhana rabbiyal aala. Fakana sujuduhu na inakuwa sijida yake kariban min qiyamihi, inakurubia na muda aliosimama aliyosimama. Kwahiyo muda anaoutumia kwa kiamu, akaja kwenye rukuu, rukuu yake inakaribiana na muda ule wa kiama, na akija kwenye sujudi, sijida yake inakaribiana na muda aliokuwa kwenye kiamu. Hadithi hii kwa Muslim, iko kwenye kitabu salati musafirin, sala ya wasafiri na ruhusa yao ya kupunguza sala. Ni mlango kwenye kitabu chake kaweka, ni, ni kitabu chaka, katika kitabu chake kikubwa, kuna vitabu vidogo vidogo. Mlango kwenye kitabu hicho unaitwa istihbabu tatwili lqiraati fi salati layl, kupendezeshwa kurefusha kisomo kwenye sala za usiku, nambari 772. Kwa Muslim. Kwa Abu Daud, iko kwenye kitabu Salah, babu rafui yadaini ala ra, ala rukbatain. Mlango unaozungumzia rafuu lyadaini kunyanyua mikono miwili ala rukbataini, juu ya magoti mawili, nambari 874. Hiyo ni kwa Abu Daud.